Fresh fresh, ebana Sagembe, Knockout ya Mama phase 2, ah ndo mara ya mwisho tumekuwa na kwenye ring, achana na pambano la pigana juzi. Asemali alikaa chini, tuambie maandalizi yako kwenda kwenye fight hii. Faithii kiukweli, maandalizi nimejiandaa vizuri, na mbele ya uongozi wangu wa Mafia Box Promotion nimejiandaa vya kutosha mimi kwa ajili ya kuendeleza pale nilipoishia kuendelea kufanya vizuri kwenye mapambano, pambano la hivi la kesho Shagembe juzi kati tu, siku sio nyingi, umetoka kupigana, lakini kesho unarudi tena kwenye ring. Kuambie nini siri ya hii kwa Shagembe? Kiukweli, ukitaka kufuatilia kwenye mchezo huu wa boxing, kufuatilia historia ya Michael Tyson, alipigana mapambano mfulizo mfulizo kwa ajili ya kupengeza rekodi yake na ay mapambano limpa experience kubwa ya kuendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo na mimi pia napigana na hivi kesho kwa ajili ya kuendeleza rekodi yangu, kuipambania rekodi yangu zidi kukua, ili niendelee kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Kitu gani, kipi ambacho umeandalia mashabiki wako? Kiukweli nimejiandaa vizuri, mashabiki wangu wakae mkoa, wakula kama wanavyojua Shagembe, jambo dogo. Kwa hiyo nimewaandalia burudani kesho, atapata burudani na mbondia mbondiaa Uganda, tutampiga KO kesho kasi rasmi ardhi unakwenda kupigana kesho kwenye nokauti ya mama na bondia wa kigeni, tuambie ni nini maandalizi yako na, na tujalie ni nini ulichotuandalia kama wa Tanzania cha ja kwanza, yeye ja yeye ndio namba na moja ya ya Watanzania. Wapenzani wangu tuko sawa sote, kilo sawasawa, natukoaapima afya kila kitu sawasawa. Kikubwa ni kumshukuru Mungu pia na, na pia kumuomba Mungu kesho tufikishe salama na tuamke salama na Watanzania waone mchezo mzuri kabisa. Twambie, zungumza sasa na mashabiki wako, ni nini ambacho umewaandalia? Ah, mashabiki wangu wanakijua wanajua kazi yangu sababu kazi yangu mimi haina makosa, hata siku moja sijawahi kufanya kosa wala siku moja katika mchezo wa ngumi. Mimi kikubwa ninachowaambia nitaonyesha burudani kidogo tu, alafu baadaye nimalize mchezo, kwa sababu hawataki kukaa sana, ili watu wakae sana, ili anini, haa, tuonesha burudani kidogo. Ah, siwezi kusema raundi ya ngapi atapokua atapo, kaa kwenye target tu. Basi ni hapo hapo, sio tuseme raundi ya kwanza au raundi ya pili, hapana. Habuka, thanks. Thank you for my relaxation. Asante sana. Oh, thank you. Good, I'm very okay. My composure from Uganda, I'm very okay. How do you feel to be here? I feel very, very, I feel, so I thank Mafia Boss to organize this event because to I'm here to come to prove my talent. Yeah, I was a champion in Uganda, but I've come here in Tanzania, even to prove this Tanzanians. So, imagine the yama solar is that they are there. They are the best but I've come here to just to prove them even Uganda we have talents so I'm booster number one because in my weight I'm the number two I'm number two in my weight In my weight. So I've come to challenge this Magembo oh, is Magembo even I don't know the name because me what I know, I know how to fight I don't know how to talk but me I know how to fight just so tomorrow I'm ready to show him what I I I am. You're in to be beat uh, Asamal, one of the best uh, boxers you don't Africa. Fear? I don't fear because I know what I am. To become a champion, you have to beat a champion. So if he's a champion, I've come to defeat him so that to prove you, even to prove the world that even if I'm a real champion. Just because To I don't to have the publicity do here in Tanzania Indonesia. So Kofi I've come to liberal. prove or to get publicity uh, in you to, that to prove that even there. in Uganda we have even in Uganda I was number one because me I play like Focus. I play kickboxing I play muntai I play boxing I play even MMA so this is not the first time to come in Tanzania so this is my first time to play boxing in Tanzania anyway for uh, boxing fans of Tanzania so me what I, I prove you you wait tomorrow

Nena kupigana. Nena kupigana, na kesho. Na kesho sio kupigana, kutia tu mtu ngumi moja peke yake na mweza kuingia ndani hapa, raundi ya tatu ya champion, ngumi moja raundi moja ya tatu. Na naona unapiga una una una ngumi mingi, lakini ngumi inaingiza mtu kwa ndani ya hii inakuwa moja peke yake. Kwa nini ngumi moja na sio ngumi nyingi? Ah. Kwa nini ngumi moja na sio ngumi nyingi? Ngumi mingi tunawaza tu ngumi mingi, lakini ngumi, ngumi moja inatia yeah, kwa ndani ya kutia inakuwa ngumi moja ye. Mtajiona kesho, mkuje wingi niwaoneza kitu iko ndani hapa. Waambie sasa Watanzania ni nini, nini ambacho umekiandaa ah, kwa, wakuje kesho wataona kitu iko ndani hapasaa ah, ah,

Like like like like like I I don't don't talk, talk too much but he said monkey like, uh, monkey and and I don't say say anything like this. We will say anything who who is monkey and who is like crocodile, like lion in the jungle. o pambano lako knockout ya mama wamb maandalizi yako ni nini ambacho umeandaa wa Tanzania na nini unachotaka kukifanya kwenye ring kesho kuhusu swala la maandalizi, namshukuru nah. Mungu, tumefanya vizuri sana kwa nah. sababu nah, miezi yote mitatu hii miwili nah. kutreini mapolini nah. minaki nah. kuangaika huko nah. Kisarawe mpaka tunarudi mjini, sio mchezo nah. ni mazoezi ambayo tumeafanya kujiandaa. kazi kazikazi kazi, kazi, kazi, amna mtu anaweza kumaliza mbele kwa mimi. Nimetumwa huyu, kabeba kazi yangu, kabeba maisha yangu, kwa maana kesho ni kazikazi tu waindia hawa Hmm. Ni watu hmm. tu wa masongi wanaimba tu chori chori chuke chuke hmm. Ngumi wapi na wapi? Brother Rupani yeah. Knockout ya mama, lakini tuko leo, fezi ya nne sasa, lakini wewe hatujapata knockout kwako. Unajua nini? Nacheka najua kwamba hata mwenyewe unajua kwamba nakutaga na kazi kazi. Sijawai kupata bondia ambaye ni mnyonge mi, mara nyingi napata bondia kazi kazi. Bondia namba moja namba mbili namba moja namba mbili h unajitahidi kupambana vile navyoweza, kwa sababu unajua kabisa hawa wametumwa na mimi pia nimetumwa kwa safari hii. Uh, tegemea KO brother. Uh, watu walikuwa wakiangalia wa, wa, wa fight zako zilizopita, kuna wakati kama walikuwa na mashaka hivi hem, tuondoe hayo mashaka wa Tanzania kwenye fight ya kesho. Watanzania ndugu zangu, labda niwaambie kitu kimoja au vitu vingi kuhusu swala kesho. Swala wasiwasi wote kama, mnabiliani imepika kuleni kama, mbe... mnafanya kama kama vile mnasherekea kwa sababu hii ni kazi kama kazi nyingine, na naenda kufanya kazi kwa sababu mimi ndo maisha yangu Sikuenda kucheza wala siendi kucheza, mimi pale naenda kufanya kazi. Nimetumwa na taifa, nimetumwa na wananchi na nimetumwa na ndugu zangu watu wa Morogoro, Dar es Salaam, kote wote wameniagiza.